Tumetaja mfano wa hizi ayati lakini tuko katika nukta ya kuweza kuielewa Qur'an kupitia sira ya Mtume sallallahu llahu alaihi wasallam. Kwa katika hizi ayati huwa hazijaeleza habari za ndani, katika hizi ayati haijaelezwa ya kuwa ni kikundi cha manasara kutoka Najran, bali Mwenyezi Mungu hujuwaleta ya kuwa waambie hivi, sema kuwaambia hivi ahlul kitab lakini ukitaka kujua ahlul kitab likuwa ni khasa kina nani likuwa kuna nini, kwa zungumzwa nini, lazima utaipata katika sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika kupata zile habari za ndani, ni juu yako ujilazimu na kuisoma sira ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Ama nukta ya tano katika umuhimu wa kuisoma sira ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuwa maisha yake Mtume alayhi salatu wa wasalam ni manhaji mzima kuanzia mwanzo mpaka mwisho, juu ya kadhia yoyote, au ni njia kikamilifu kwa umma unapotaka kwa wakati wowote kuleta mageuzi fulani katika mshtama au katika ulimwengu, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake alipitia marahil na nukta ambazo kwamba ni muayyan, nukta ambazo kwamba si, si, si, si za ku e, e, yani za kuzuka tu hivi bali, ni nukta ambazo kwamba zimekwenda kwa mpangilio fulani.